Wazo ambalo LATRA wamekuja nao la kuanzisha SACCOS, si tunaona ni wazo kubwa na ni wazo ambalo litatoa suluhisho na ni wazo ambalo matamanio ya wakati wote ya kuona uh, bajaji na bodaboda zinarasimishwa kama kazi rasmi itawezekana sasa kupitia SACCOS, kwa sababu SACCOS ni mahali ambapo uh, watu wataweza kuweka uh, pesa lakini maana ambapo benki itaweza kuwaamini watu wanaofanya biashara ya bodaboda na bajaji, lakini maana ambapo pia patakuwa na usalama zaidi kwenye kurasimisha kundi hili kama ajira rasmi. Na mtazamo wangu mimi na mtazamo wenzangu kwenye serikali kwenye mkoa wa Njombe ni kwamba kazi ya bajaji na bodaboda ni kazi rasmi, ni kazi ya heshima, ni kazi ya utu. Kwa hivyo lazima sisi ambao tuna facilitate tuweze kuiheshimu kwa sababu kurasimisha kutaenda pamoja sasa kuwasajili, leseni, mafunzo, lakini mikopo, bima za afya. Inakuwa ni kundi ambalo ni kundi rasmi kabisa ambalo lina linabeba utambulisho, na sisi kama serikali ya mkoa tuko tayari kuungana na LATRA kuona kwamba SACCOS ya bodaboda na bajaji mkoa Njombe inakuwa ni SACCOS kubwa, SACCOS ambayo inaweza kafikia mahala pa kuchagua kwenye biashara nzima ya bodaboda na bajaji, wafanye nini wachukua wa, waagize kontena za pikipiki na bajaji kuleta wao wenyewe, au wauze wauze vipuri vinavyo vifaa vya uh, vinabu, vinabu, v, v, v, v, vfavia, uh spare za bajaji na bodaboda, au hata wao wenyewe kuanzisha gereji maalum ambayo itakuwa inafanya kazi zao na kwa ajili vijana wengine, kwa ajili kufanya hizo shughuli au kutoa hizo huduma katika ubora. Lakini kikubwa tunawaondosha sasa bodaboda kwenye kazi za ridhaa, kuwapeleka kwenye uchumi halisi ambao utaweza kutambulika na wakawa tu na watu wengine ambao wanakopesheka na kufanya shughuli zingine, kwa sababu pia tunao mifano ambayo ni mizuri. Tuna watu ambao walianza na bodaboda moja, leo na bodaboda tatu, wameenda kwenye bajaji, wengine wameanza kununua kenta, wanafanya usafirishaji, wamekuwa watu mahiri. Tuna bodaboda ambao sasa wamejenga nyumba, wanaendesha maisha, wanasomesha watoto, wamekuja kwenye maisha ya kifamilia tuna bodaboda ambao kupitia bodaboda na bajaji wamepata mitaji ya kufanya biashara zingine, lakini kundi ambao lina mchanganyiko wa watu vijana ambao wamesoma vizuri. Tuna bodaboda na bajaji ambao wana masters, wana degree moja, wana diploma, form 4 liver, form 6 liver, tuna ambao wameshia elimu ya msingi. Kuna ambao Mungu hakuwapa nafasi ya kusoma, lakini anaona kwamba hana mahala pa kushika, amekuja kwenye uh, biashara, kwenye kufanya kazi ya bodaboda na bajaji, ameheshimu. Kwa hiyo wito wangu tu ni kuomba kwa uh, kwamba vijana wetu maafisa usafirishaji tunawakaribisha sana, na ninatoa wito kama mkuu wa mkoa, mkoa mzima wa Njombe bodaboda boda na bajaji waweze kuitikia wito wa kujiunga kwenye SACCOS yetu ya mkoa, ili tuweze kuwa na bajaji na bodaboda salama kama kazi rasmi kwa watu wa mkoa wa Njombe. Tumetembelea mkoa wa Njombe katika ziara zetu za kawaida za kutembelea mikoa pia kuona hali ya usafiri nchini katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Fika hapa Njombe sema mwenyeji wangu mkuu wa mkoa Mheshimiwa Anthony Mtaka, lakini pia huyu ni mdau wetu mkubwa sana, na kikubwa tunalolizungumza na tunalopanga katika mkakati wetu ni kuwaangalia sana hawa vijana wetu maafisa wa usafirishaji, na labda watu hawajui hili jina la maafisa wa usafirishaji lilianza wakati wa mkutano mkubwa sana ulioitishwa na Mheshimiwa wa Mtaka kule akiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma, lakini na, na na inawezekana hii SACCOS itakayoanzishwa Njombe itakuwa ni ya kwanza ya mfano ninavyoiona. Na kwa sababu mtizamo wetu na mapendekezo yetu ni kuwa na mfumo wa kidijitali utakaowaunganisha vijana wote hawa wasafirishaji, maafisa usafirishaji. Ukianza na Njombe ikawa na mfumo moja wa kuanzia ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya kata ukaweka katika mfumo, wakawa wanaweza kudhibitiana kupata taarifa zao. Mfumo huu ukienda kitaifa, tutaweza kuwa na chombo kizuri sana, tutaweza kuboresha huduma hizi za usafiri na hawa vijana wakawezeshwa sana. Kwa mfano, kule Mwanza washaanza kukopeshwa, hata Kilimanjaro wameshakopeshwa na mabenki, kwa sababu tu ile uaminifu wa kuwa pamoja, makusanyo yao yanaonekana kwenye, wana akaunti benki, kwa hiyo wanaaminika, sasa wanaweza kukopeshwa. Na wakafanya kikubwa zaidi. Fred Msemwa ni katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango. E, hizi siku mbili tukia jana, tuko hapa mkoani Njombe. Tumepata nafasi ya kuwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe, Mheshimiwa Mtaka na hii ni ziara fupi ambayo ni sehemu ya maandalizi ya utekelezaji wa dira mpya ya maendeleo ya taifa, dira 2050 ambayo ilizinduliwa hivi karibuni. Na mojawapo ya mambo yaliyosisitizwa katika dira yetu ya taifa ya maendeleo ni pamoja na kujenga uwezo wa watu hasa e, vijana na kuwaunganisha na fursa muhimu za kiuchumi ili waweze kunufaika na uchumi wa nchi yao. Na mojawapo ya vitu ambavyo vimetukwamisha kama taifa katika kuongeza kasi katika ukuaji wa uchumi ni kwamba uchumi wetu kwa kiasi kikubwa una, una, una upo katika sekta isiyo rasmi, kwa maana ya kwamba sekta kubwa tu ya uchumi wetu haijasajiliwa na haitambuliki katika uchumi rasmi. Na mojawapo ya sekta hizo ni sekta hii ya usafirishaji, hasa katika eneo hili la usafirishaji wa pikipiki au bodaboda boda. E, nchi yetu inakadiriwa kuwa na pikipiki zaidi ya milioni moja na kwa hesabu za haraka haraka thamani ya pikipiki zote zilizopo nchini ni zaidi ya trilioni mbili na nusu na kwa kiasi kikubwa sekta hii inafanya kazi katika sekta isiyo rasmi e, na kwa hiyo mojawapo ya e, malengo yetu ni kufanya e, watu wanaofanya kazi katika sekta hii waweze kutambulika katika mfumo rasmi wa uchumi ili waweze kuunganishwa na fursa zingine zinazotokana na uchumi. Sasa tupo hapa Njombe na bahati nzuri sana tumekuwa asubuhi ya leo tuko na mkurugenzi mkuu wa LATRA e, ambaye e, kupitia e, ubunifu wake yeye na taasisi yake wamekuja na wazo zuri la kuanzisha vyama vya ushirika vitakavyosimamia biashara ya bodaboda boda, na wazo lao linaoana kwa kiasi kikubwa na malengo makuu ya dira, ambayo mojawapo ya lengo ni kuchochea na kurasimisha na kukuza eh, sekta ndogo ya, ya, ya, ya ushirika ili sekta hii iweze kutoa mchango ambao umekuwa ukifahamika toka miaka mingi kwamba sekta ya ushirika imetoa mchango mkubwa sana katika nchi yetu kama tunavyojua katika historia. Kwa hiyo kupitia e, ubunifu huu ambao unafanywa na mamlaka e, e, ya LATRA tunategemea kwamba SACCOS zitakazoanzishwa kwa njia ya kuwaunganisha bodaboda wengi wanaofanya kazi katika mikoa mbalimbali katika nchi yetu, e, tutaweza kupata kwanza, e, kutambua hawa vijana walioko katika sekta hii na kupitia utambuzi huo, vijana hawa wataweza kwanza kuweka malengo yao na pia kuweza kufikia fursa zingine za kiuchumi na kuunganishwa na, na sekta ambazo kwa sasa hawezi kuzifikia, kwa sababu wanafanya kazi wakiwa ni mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tunafikiri eh, kwamba Tume ya Taifa ya Mipango ina wajibu na itatakiwa ifanye kazi kwa karibu kuhakikisha kwamba wazo hili linafanikiwa, hasa tukilenga eh, kuwaunganisha vijana eh, waweze kuwa na mifumo imara ya kifedha, hasa katika kuweka akiba, kwa sababu eh, kunapokuwa na watu wengi kunakuwa na fursa nyingine zinazotengenezwa kutokana na wingi wa watu. Kwa hiyo tunategemea eh, kupitia fursa hii jenga msingi wa kimtaji, kwa sababu eh, wakiwa wengi wanaweza kuanzisha mfumo wa kuweka akiba na kwa mfano hapa Njombe inakadiriwa kuna pikipiki zaidi ya 3000 mpaka 5000 labda 4000. Kwa siku moja wakiweka shilingi 2000 wanaweza kuwa na ,000 shilingi milioni nane ambazo ni karibu shilingi milioni 240 kwa mwezi na kwa mwaka, hawa vijana wanaweza kuwa na pesa nyingi zinazoweza kuwafanya wakaunganika kirahisi sana na mfumo wa bank ambao unaweza ukatumia mtiririko wa fedha wanaoweza kutengeneza kupitia umoja wao kuweza kuwapa mikopo la ya vyombo zaidi vya usafiri hata kuingia katika mnyororo mwingine wa usafirishaji ikiwa ni pamoja na vyombo vingine ambavyo vitaonyesha ukuaji wao katika sekta hiyo e, kutoka katika bodaboda kwenda katika bajaji kwenda katika mabasi makubwa na hata kushiriki katika uchumi wa kilimo ambao unaendelea vizuri hapa Njombe. Kwa hiyo tunategemea, e, kadri watakavyokuwa wanapewa miongozo na kujielimisha na kusimamiwa na viongozi wetu katika mkoa wakiongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Njombe, vijana hawa kwa sasa tuna uhakika wataweza kuwa na ukuaji unaotabirika kwa sababu ya kujisimamia wenyewe e, na kuwa na matumaini, kwa sababu watakapokuwa wamehakikishiwa ukuaji katika mtiririko na, na, na uimara wa uchumi wao, watakuwa na mtizamo unaolenga kufikia malengo ambayo hapana shaka atawafanya waendelee kuwa vijana wazuri na watoe mchango mkubwa zaidi katika nchi yetu, na waweze kuaminika na vyombo vya kifedha, waweze kuaminika na wasafiri wanaonufaika na huduma zao, na hivyo kuweza kuwa na, na uchumi ambao una unakuwa ni jumuishi, kwa maana ya kwamba hakuna mtu anayeacha nyuma na kila mtu ananufaika na ukuaji wa uchumi ambao utatokea katika nchi yetu. Kwa hiyo napongeza sana eh, LATRA kupitia wazo lao hili zuri Tume ya Taifa ya Mipango itakuwa tayari kushirikiana nao na kutoa kila aina ya ushauri ambao utahitajika katika kuhakikisha wazo hilo linafanikiwa, ili kwa pamoja tuweze kujenga nchi yetu na vijana wetu ambao ndio nguzo muhimu ya nchi yetu waweze kufanikiwa na kuwa na matumaini zaidi eh, na uaminifu kwa taifa lao kidogo eh, ambapo sasa katika mazingira haya ina maana kwamba mfuko huu au programu hii itawezesha e, madereva wa bajaji kuweza wao kama wao kujikwamua katika mazingira ya kiuchumi na mazingira mengine pia hata ya kijamii. Na namna kuyafikia watu wengine inategemea kwamba e, ile elimu ambayo tumeipata sisi sisi tuwafikishia wale wenzetu ambao wako maeneo ya mbali kidogo. Na mbali pia, mba vikao, mba na hapo pia ninategemea kwamba vikao ambavyo vitaitishwa na sekretarieti ya mkuu wa mkoa vitasaidia zaidi e, kuwafikia wale hususan kama tulikuwa tunaongea na mkuu mkoa leo kwamba anategemea kwamba aitishe vikao na viongozi wote wakiwemo viongozi wa wilaya pamoja na matawi mengine mengine ya hapa. Ndio Msigwa, mwenyekiti bodaboda wilaya ya Njombe. E, tunashukuru kwa fursa tulizotoka kuzipokea kwa maelezo ya mkuu wa mkoa. Sisi kama viongozi tumezipokea kwamba tunakwenda kujiwezesha, kazi hii tunaifanya ijulikane rasmi na serikali lakini pia iweze kupata fursa za serikali. Sisi jambo kama la kufungua SACCOS tumepongeza e, mamlaka ya LATRA. Kwanza tutakuwa tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe kujikwamua kiuchumi, kwa maana ya kupata mikopo pasipokuwa na masharti kandamizi na mikopo ambayo itakuwa ina riba nafuu.